Natoa maelekezo kwa TGDC lakini kwa TANESCO vilevile kuhakikisha kwamba zile consumable zote, vifaa vyote ambavyo vinatakiwa kwenye uchimbaji, basi wahakikishe kwamba vinanunuliwa na vinakuwepo site. Uh, hatutaki kuchelewa kwa sababu ya kusubiri kifaa kime nani, kuna vifaa ambavyo vinaweza vikanunuliwa in bulk na vikawepo hapa site, ili kuhakikisha kwamba uh, uh, shughuli za uchimbaji zinaendelea huu mradi ni mradi muhimu sana kwa serikali kwa sababu ni mradi ambao utakapokamilika tunategemea uta, kwa ujumla wake utazalisha megawati sabini za umeme kwa hiyo ni mradi muhimu sana na tofauti na miradi mingine ni kwamba huu mradi wa Ngozi unakwenda kuzalisha umeme ambao sio wa maji umeme ambao sio wa gesi Uh, umeme ambao sio wa upepo na umeme ambao sio wa jua, lakini tutaenda kuzalisha umeme ambao unatokana na joto ardhi, kwa Kiingereza tunaita geothermal. Sasa hii ni muhimu kwa sababu uh, huu mradi tunatekeleza ile sera ya nishati ya mwaka 2015 ambayo inaitaka nchi kuwa na nishati mbadala au nishati mseto, kuwa na vyanzo mbalimbali mbali vya vya nishati. Kwa hiyo joto ardhi ni moja ya chanzo mbadala, ukiachilia vyanzo ambavyo tumevizoea kama vile vya maji, gesi pamoja na mafuta. Na vile vile kwenye mpango wa taifa uh, wa nishati yani, uh, compact ambayo itaisha mwaka elfu mbili thelathini, tunatakiwa tuwe na megawati 130 kwa ujumla wake kutokana na joto ardhi lakini vile vile, kwenye dira ya taifa ya mwaka elfu mbili na hamsini imeeleza kwamba ni muhimu nchi ikawa na vyanzo mbadala. Kwa hiyo uh, huu mradi ni muhimu kwa sababu tunakwenda kutekeleza mikakati pamoja na sera mbalimbali za taifa. Sasa kazi imefanyika nzuri, tumetembea hapa, kazi zinaendelea kama mnavyoona, kuna rigi hapa ambayo wanaendelea kuchimba na wanategemea kwamba uh, baada ya kuwa kila kitu kimekamilika, uh, ndani ya mwezi au miezi miwili watakuwa wameshamaliza hiki kisima cha cha namba moja na watahamia katika visima vingine. Uh, labda tu niseme ni kwamba kuna vitu ambavyo wanasubiri sahivi, kwa sasa hivi wanaita consumables ambazo zinatakiwa zifike hapa na tumetoa maelekezo kwamba manunuzi ya hivyo vifaa yafike yafanyike mara moja ili kuweza kuendelea na uchimbaji na kuhakikisha kwamba uchimbaji unakamilika mara moja.